Na maelfu ya waombolezaji walikusanyika katika uwanja wa Nyayo hapa jijini Nairobi kutoa heshima zao za mwisho kwa hayati Raila Odinga. Wengi wao walirauka asubuhi kutoka maeneo tofauti tofauti na kujumuika kwa ibada ya kitaifa kama anavyotuarifu Lulu Hassan. Jeneza la hayati Raila lilisindikizwa na wanajeshi hadi uwanjani kama ambavyo hakuchoka maishani mwake kuwapigania, ndivyo ambavyo leo nao hawakujali umande, umbali wala urefu wa milolongo, lengo likiwa kulipa hisani kwa hisani na kutukuza wema waliofanyiwa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Omollo Odinga. Kila rika, jinsia na tabaka, kibarua kilikuwa ni mbinu gani bora ya kumwenzi mwenda zake Alipoingia ndani wakaona bora kusherekea maisha ya marehemu, falsafa mbalimbali mbali zikitumika kuonyesha umuhimu wa Raila na pengo lake nchini. Doria nayo ikaimarishwa ardhini na angani. Wanasiasa wasiamini mlezi na baba wa siasa hayuko naye tena. Nyuso za maelfu ya waliokuwa wakisubiri kuhakiki kuondoka kwa Raila Odinga zikionyesha huzuni na mshtuko. Na pindi jeshi lilipoingia uwanjani Nyayo na mwili wa marehemu, kamsa zilisikika kila upande. seto na vikosi vya jeshi wakiwa wametwika jukumu la mwili wa Raila Odinga mikononi mwao, kwa utaratibu walielekea katika hema lilotwikwa katikati mwa uwanja huu, mahali ambapo jamaa, ndugu na marafiki wa karibu walikuwa wameketi wakisubiri misa kuanza rasmi, lakini kwanza wa dini kutoka idara ya jeshi wakaongoza misa hii polepole pole, aste aste, wakitoa heshima kama inavyostahili, na walipofika kwenye hema walikabidhi mwili kwa waombolezaji kwa ibada, mwanawe marehemu akitoa heshima ya mwisho kwa kuweka kofia aliyokuwa akiitumia wakati wa uhai wake na kaka mkubwa naye hakuachwa nyuma. Nyimbo za Injili zikasheheni kutoka kwa wanakwaya mbalimbali, huku wageni kutoka humu nchini na wale wa kutoka mataifa ya nje wakijumuika kwenye ibada hii. Na baada ya hapo, mmoja baada ya mwingine walitoa kumbukumbu zao huku wote wakikubaliana kwamba baba alikuwa na wimbo ambao uliushabikia wakati wa uhai wake. Wanasema I... mti mkubwa ukianguka ndege huyumbayumba. Right Ila I I <laughs> kwa familia ya Odinga taswira ilikuwa ni tofauti, kila mwombolezaji akifurahishwa kuwaona na kusikia kutoka kwa familia ya mwenda zake pindi hotuba zilipokamilika taratibu ukawekwa kwa kila aliyefika hapa kutoa heshima zao za mwisho kabla mwili kusafirishwa hapo kesho. Na hapa jeshi lilitumika kuhakikisha kwamba shughuli hii inafanywa bila tashwishi yoyote. Wazee kwa vijana, wakubwa kwa wadogo, wakapanga foleni kufanya kile kilichowaleta na hapa haikuwa kazi rahisi, maji wakati mwingine yalizidi unga. Baadhi walipoteza fahamu kutokana na msongamano, na kwa wale waliobahatika ikawa ni kilio, na wengine kwao ni afueni kwamba wamemtia machoni, na baadhi ni kwa kumwenzi kwa kudansi nyimbo za kitamaduni fanyika kwa muda wa zaidi ya masaa manne kama ilivyoahidi serikali. <mucho> na kwa sasa macho yote yakielekea Kisumu, huku wakazi wa huko wakisubiri nao pia kutia macho nuru na kutoa heshima zao za mwisho hapo kesho. Lulu Hassan, Citizen Nipashe, Nairobi. <mucho> Mwili wa marehemu Raila Amolo Odinga hatimaye ulipelekwa katika majengo ya bunge kwa heshima za mwisho baada ya mipango hiyo kuvurugika siku ya Alhamisi. Safari hiyo ya mwisho ya marehemu Raila hapa Nairobi ilianzia makafani ya Lee kuelekea bunge kabla ya msafara uliosindikiza mwili wake kuelekea uga wa Nyayo kwa ibada ya kitaifa na fursa kwa umma kuutazama mwili. Ben Kiroi na taarifa hiyo. Saa 12 na dakika 28 asubuhi, msafara wa kuusafirisha mwili wa hayati Raila Amolo Odinga iliondoka katika makafani ya Lee ikipitia barabara ya Valley Road kabla ya kuelekea katika barabara ya Kenyatta Avenue na kupinda kuingia Uhuru Highway kabla ya kufika katika majengo ya bunge. Mwili wa aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Odinga ukiandaliwa nafasi yenye taadhima bungeni ili kutoa nafasi kwa viongozi mbalimbali mbali kumpa mkono wa buriani huku taifa likiendelea kuomboleza mmoja wa viongozi mashuhuri na wenye ushawishi mkubwa katika historia ya kisiasa nchini. Shughuli hii ilikuwa imepangiwa kufanyika hapa bungeni jana, ila kutokana na idadi kubwa ya waombolezaji kutoka sehemu mbalimbali nchini, kamati ya maandalizi ya mazishi inayoongozwa na naibu rais Profesa Kithure Kindiki na nduguye Raila Oburu Oginga ililazimika kurekebisha mpangilio huo na kuhamisha hafla hadi katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani ili kutoa nafasi kwa umati mkubwa uliojitokeza. Na baada ya maombi iliyoongozwa na maaskofu wa kanisa la Kianglikana, shughuli ya kuutazama mwili wa hayati uliendelea. Hatimaye mwili wa hayati Raila ulisafirishwa kwa barabara hadi katika uwanja wa taifa wa Nyayo kwa ibada ya kitaifa ya wafu, ambapo viongozi mbalimbali mbali, wageni na maelfu ya Wakenya walishiriki. Uwanja wa kimataifa ama ukipenda uwanja wa kitaifa wa Nyayo, baada ya hafla hiyo iliyosheheni maombi, rambirambi rambi, maombolezo, heshima za kijeshi na desturi za kitamaduni na hotuba Asante sana wananchi. Mamia waliojitokeza walipata fursa ya pili ya kutazama mwili wa hayati Raila na kumpa mkono wa kwaheri. Na hatimaye maafisa wa usalama wakiwemo wanajeshi pia walimpa hayati Raila heshima zao za mwisho. Tamati ya siku ikiwa kufunikwa kwa jeneza lililobeba mwili wa hayati Raila na mwili wenyewe kusafirishwa hadi katika makafani ya Lee. Baada ya siku mbili za wakazi wa Nairobi kuomboleza na kumpa buriani na heshima zao za mwisho, hayati Raila Amolo Odinga, sasa zamu itakuwa kwa wakazi na wenyeji wa Kisumu siku ya Jumamosi, kabla ya kukamilisha safari ya mwisho siku ya Jumapili kule Bondo. Ben Kiroi, runinga ya Citizen Nairobi.